Sijui hii ni kwa ajili ya nani lakini, acha kuwalisha watu walioamua kuung'ata mkono unaowalisha. Angalia watu wanaokuzunguka, kuna baadhi ya watu hawajaja kwako kwa ajili ya kukasapoti, wamekuja kujifunza na kusoma ramani, kwamba ni kitu gani ambacho naeza nikafaidika kwa ujamaa wako. Hapo wanajiigiza kama vile wanakupigia makofi wanakusapoti. Lakini kwa makini kwa mtu ambaye anakaa kimya, punde ambapo unavyoanza Kuwin ama matokeo makubwa yanapoanza kutokea kwenye maisha yako, punde tu utakapoacha kuanza kuwapa kile kitu ambacho wamezoea kukipata kutoka kwako, hapo ndipo loyalty yao kwako inapokwisha. Ile utu na respect walionayo inakatika yote. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa watu wako toka mwanzo. Wao ulikuwa tu ni moja kati ya vyanzo vyao wa walivyonavyo kwenye maisha yao. So acha kuwapa watu access kwa sababu tu watu wanakufahamu watu wanajua historia yako, watu wanajua ulipotokea, basi unaanza kuwapa access kwenye maisha yako. Historia yako ya nyuma siyo kigezo cha kuqualify kwenye maisha yako ya future, au maisha yako ya baadaye, au maisha yako ya mbele. Linda kitu unachokijenga, ama project unayoijenga, ama maisha ambayo unatamani kuwa nayo unayoyajenga sahivi, linda. Na next time hakikisha unakuwa makini na nani unayempa nafasi kuingia kwenye saiko yako, kwa sababu sio kila mtu unayemwingiza kwenye saiko yako yuko upande wako. Kuna wengine hawako pamoja na wewe, japokuwa wako karibu na wewe.